Huyu hapa kocha mpya wa Yanga sio Romavic wala Nabi, ambapo tetesi zinazidi kuwa nyingi juu ya nani kuchukua mikoba ya kocha Roman Fozi pale Jangwani pindi tu mwananchi watakapotangaza kuachana naye. Wadukuzi wa mambo wanasema ni kocha wa zamani, ni kocha wa zamani yani babu Nabi, lakini wengine wanasema ni mzee wa gusa achia. Eh, twende kwao sid lamavak, lakini za ndani kabisa zinasema ni kocha huyu ramadu felix lolo mzaliwa amezaliwa tarehe ishirini na tano mei mwaka elfu moja mia tisa sitini na tano madagaskar na ndiye kocha mkuu wa timu ya taifa ya madagaskar inayojulikana kama belea anahesabika kuwa moja ya makocha wenye nidhamu kubwa ya kiufundi katika historia ya soka la madagaskar aliteuliwa kuwa kocha mkuu mwezi mei mwaka elfu mbili ishirini na tatu anajulikana E, kwa undani kwa, e, kuunda timu imara yenye uwiano mzuri kati ya ulinzi na mashambulizi, akitumia zaidi wachezaji wa, wa ndani, huku mfumo anaopendelea zaidi ni ule ambao ni wa 4 2 3 1 unaipa timu usawa wa kujilinda na kushambulia kwa kasi, chini ya uongozi e, wa le, Lakotrab. Madagascar iliandika historia kwenye michuano ya bara la Afrika. Aliongoza timu hiyo hadi kushika nafasi ya tatu katika mashindano ya chani mwaka elfu mbili na ishirini na mbili na baadaye akifanikisha bale kwenda fainali ya kwanza kwenye, makum, eh, kwenye kabisa ya chani dhidi ya Morocco. Mafanikio hayo yalifanya Madagascar kuwa hadithi ya kuvutia katika soka la Afrika, ikionyesha kuwa timu inayoundwa na wachezaji wandani inaweza kushindana na vigogo wa bara la Afrika. pila roro lanukia aviki ta, town ni maneno ya wadau mbalimbali ambao wameweza mba, kutoa siri hizo ambazo kocha huyo, kama anavyoonekana hapo kwenye picha, ambaye anahusishwa kujiunga na klabu ya Yanga. Lakini kocha huyu mara kadhaa alikuwa anadai kwamba kwenye timu yake ya Madagascar amekuwa akikosa mchezaji mwenye sifa kama Clement Mzize huko, akidai kwamba yeye kama akipata mchezaji kama Clement Mzize, mwenye sifa kama Clement Mzize, basi kuna uwezekano mkubwa sana wa kuweza kupata matokeo makubwa zaidi kwenye mechi ambazo atakutana nazo na watani wao katika timu hiyo ya Madagascar au maarufu kama Barea.